Usajili wa wanafunzi shuleni katika kaunti ya Mandera umeongezeka maradufu baada ya serikali ya kaunti kuanzisha mpango wa elimu bila malipo katika shule zote za umma. Idadi ya wanafunzi waliojisajili imeongezeka kwa asilimia sabini tangu kuanzishwa kwa mpango huo miaka mitatu iliyopita. Kupitia mpango huo, wanafunzi wa shule za upili hawalipi karo yoyote ya shule huku wale wa vyuo e, vikuu ama wa vyuo wakilipa nusu ya karo inayohitajika. Mnamo mwaka 2023, serikali ya kaunti ya Mandera ilianzisha mpango wa elimu bila malipo uliopewa jina Elimu kwa Wote. But after the governor announced that the Mandera County government is intending to finance 50% of their fees we had A floodgate of students who are coming in to seek admissions until the number rose to almost 700. Kine kitu wa kulipa fee, gavana ndio unalipa sisi. Sasa hatusemi sasa utatoa wapi? Mpango huo ulisababisha ongezeko kubwa la wanafunzi katika shule za eneo hilo, huku idadi ya wanafunzi wanaoacha shule ikipungua kwa kiwango kikubwa. Hata enrolment ya shule imeenda juu ile na naenda nyumbani kuolewa. Watoto wawili wanaenda kwa class wanasoma katika secondary school vilevile, malipo ni bure kabisa. Watoto wanasoma mzuri bila shida yote. Mimi nikiwa naongea na wewe, watoto wangu saba, sasa wamemaliza misho, sasa wawili ndio wanafanya mitihani Who who mpango huo ulibadili maisha ya wakazi wa kaunti wa hiyo ambao ni wafugaji, ikizingatiwa kuwa eneo hili hukabiliwa na ukame mara kwa mara where huku idadi ya wanafunzi ikiongezeka maradufu, changamoto nyingine iliibuka tena: uhaba wa walimu wa kufanikisha juhudi hizo. Hata hivyo, serikali ya kaunti ilianzisha chuo cha mafunzo ya walimu cha Mandera na kutoa ufadhili kwa wanafunzi ambao baadaye wangekuwa walimu been sent out by the principal or the, the administration because of fees because 50% is paid by the county government. Kulingana na serikali ya kaunti ya Mandera, mpango huu akipekewa elimu bila malipo unanuia kufanya kaunti hiyo kwa moja ya maeneo yenye viwango vya juu vya usomaji, sio tu humu nchini bali duniani kote.